Bima kama kitu, sio kitu cha muhimu kama baba anamiliki mali zao, lakini pia soko letu limekuwa pia halina bidhaa nyingi za bima za kuweza kuwafikia watu moja kwa moja na kwenda kuyagusa kuya, kuya, kuya maisha yao moja kwa moja. So sisi kama Equity Bank, ili kuweka utofauti, tumeweza ku design product tofauti ambazo zinakwenda moja kwa moja ku address yale mahitaji ya bima ya wateja wetu ili mteja anaponunua aone na aweze u kwamba ana bima ambayo inamlinda. Kwa mfano, kama bima ya nyumba. Watu wengi wanaweza kusema kwamba labda mimi nimepanga. Sihitaji kuwa na bima. Yes, lakini ukija kuangalia ni kwamba inawezekana wewe nyumba sio ya kwako, ile structure, jengo ambalo unaishi, lakini una mali zako ndani, samani, aa, pamoja na vitu vingine vya vya vya vya, gharama ambavyo uko navyo mule ndani. Unaweza kuvikatia bima vile vitu ijapokuwa nyumba sio ya kwako. Sasa, nyumba itakuwa ni jukumu la mwenye nyumba, lakini zile mali zilizoko ndani ni mali zako, so unaweza kuzikatia bima. Lakini pia tunajua watu, watu wengi sisi maisha yetu tunaishi wengi tunaishi na wadada wa kazi k, okay, wasaidizi wa kazi nyumbani, lakini tumeshawahi kujiuliza kwamba in case imetokea yule, uh, msaidizi wa kazi nyumbani kapata changamoto ila ameanguka ame, ame ame, amejiumiza kwa namna yoyote ajali akiwa yuko, yuko pale nyumbani liability ambayo inaweza kwenda kwa wewe uh, mmiliki wa nyumba inakuwa ni kubwa kiasi gani? So tunaweza pia kutoa bima ambayo inamkava mtu nyumbani kwake, lakini pia ina extend kwenda kukava mpaka wale wasaidizi wa kazi wanaokuwa nyumbani. So kimsingi, mtu unaishi maisha ambayo yako free, umeona, hauna riski riski zote zimekwenda kubebwa na bima ili ubaki kuwa uh, free uh, na, na, na mali zako na assets zako zingine.